Uh, nini ambacho kilitokea exactly. Nini ambacho kilitokea mpaka ikasababisha huo moto yani, <coughs> alikuwa nyumbani kwake Tabata pale hey. Studio kwake hey. Amepumzika hey. Alikuwa na dansa yake hey. Wamepigapiga stori na dansa yake, dansa yake akamwaga bwana, mimi natoka naenda mazoezi hey. Mimi naingia ndani naenda kupumzika hey. Akaingia chumbani kwake kwenda kulala. Mm. Uh, ghafla umeme ukaanza kunani uh, studio kwake sa yeah. E, uh, akiwa chumbani kwake amelala. Kwa hiyo majirani sijui kuna mjumbe mm. ameona ule moshi mzito unatoka ndo mm. So, akaanza kupiga kelele, akaanza kuvunja mwangu kwenda ndani yeah. Uh, okay. Uh, wakafanya wakavunja waka mlango waka, sababu moto tayari tayari ulishatapakaa nyum, kwenye nyumba kwao mm, wakazima waka, waka switch ya umeme mm, wakavunja juu ya bati wakamtolea kwenye kwa juu kwa sababu moto ulishashika ah, okay, ulishashika tunashukuru. eh, no, no. Mm. Mungu, tupo hapa eh, anaendelea na matibabu ah, okay. so... yeah. Anaendeleaje kiafya nini, na maendeleo yake yapo vipi? Maendeleo yake sio mabaya sana, ila ana, anaugulia sana kifua mm, na ameungua sana upande wa mgongoni. yeah, okay, okay. Eh. Yeah. Chanzo cha moto ni nini mpaka ah, sasa hivi hatujajua chanzo cha moto ni nini, ndugu yangu, sababu sisi wengine tunakaa mbali naye, kwahiyo tumefaa kupigiwa simu tu yeah, kwa bwana, mtoto wenu amepata matatizo Kato, kajibali, kwetu ndo tumemkimbilia. Oh, okay. Nashukuru Mungu tumefika. Ah, na madaktari wanasemaje hapo sasa hivi ah? kwa kwa sahivi. Na ameyapata. Nashukuru Mungu madaktari wanapambana ah. So, Halo. Mm. Ah, endelea tu kaka. Ah, e, ee, nilikuwa nasema ah, kuhusu- kuhusu hali yake kwa sasa hivi. Uh, ah, hali ah, yake hali yake nashukuru Mungu anaendelea vizuri. Ah, okay. Eh, kaka. Poleni sana, poleni sana. Haya, asante, asante. Ah, asante. Ah, na ningependa ujitambulishe hapo. Naitwa mimi naitwa Yusuf Omar Kirua. Ni babake mdogo na Musa. Ah, okay. Eh, ah, nashukuru sana, poleni sana. Basi kesho tutawasiliana. Ah.